Ndugu zangu wapenda wa Tanzania. Mimi ni raia wa Canada na wakili mtaafu wa utetezi. Niliwasilisha utetezi wangu mbele ya mahakam ya kimataifa ya jinai ya Rwanda ICTR hapa Arusha. Ni nani alitoa amri ya kuka ndamiza mandamano na amri kamili zili zilikuwa zipi? Ili kwanzisha uchunguzi mwande sha mashtaka atazingatia iwapo taarifa zili zopo kwa mwendesha mashtaka zinatuwa mzingi wa kutosha kuamini kuwa walifo ndani ya mamlaka mahakama umejitokeza au unajitokeza. Maoni yangu, wanachama wa CCM wanaweza kuchunguzwa katika uchaguzi ujao. Jeshi litoe amri kutoruhusu mwanachama yeyoyote hasa mawaziri wa CCM kwandoka Tanzania hadi uchunguzi ukamilike. Hakuna kucheka. Ningetoa ushuri, rais wa sasa kutafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC inayoweza kuanda utaratibu wa kimahakama ungelenga kulinda mashahidi dhidi di di di di di ya vitisho vya kulipiza kisasi kutoja nje kwa ardhi ya Afrika, kwa sababu katika Afrika inawezekana kulingana ya idadi ya watu wenyewe. Muwe na siku njema, Mungu hawabariki bariki.